Makamanda wakuu watano wa Hamas waliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na majeshi ya ulinzi ya Israel jana Jumamosi Novemba 22 mwaka 2025, baada ya shambulio la risasi kutoka kwa mshambuliaji wa Kipalestina dhidi ya wanajeshi wa Israel katika ukanda wa kusini mwa Gaza. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, shambulio hilo lilikuwa jibu kwa kile walichokiita ukiukaji wa makubaliano ya amani na Hamas ambayo ilituma mshambuliaji kuvuka mstari wa njano na kushambulia wanajeshi wa IDF. Leo Hamas ilivunja tena mkataba wa amani kwa kutuma mshambuliaji kuvuka mpaka wa Israel na kushambulia wanajeshi wa IDF. Kwa kujibu, Israel iliua makamanda watano wa Hamas, ilisema taarifa ya ofisi ya waziri mkuu jana Jumamosi. Israel ilieleza kuwa tangu kuanza kwa mkataba wa amani Oktoba 10, imeheshimu masharti ya makubaliano huku Hamas ikishutumiwa kwa kuvunja amani kwa kutumia wapiganaji kushambulia wanajeshi wa Israel na pia kuendelea na utekaji wa majeshi na raia wa Israel. Israel imeheshimu kikamilifu mkataba wa amani, lakini Hamas haijafanya hivyo, iliongeza taarifa hiyo. Mashambulizi ya anga yaliyolenga viongozi wa Hamas yalifanyika katika maeneo mbalimbali ya Gaza na taarifa kutoka mamlaka za Gaza zilisema kuwa jumla ya watu 20 waliuawa ikiwa ni pamoja na wanajeshi na raia. Msemaji wa Hamas alieleza mashambulizi hayo kama ukiukaji mkubwa wa mkataba wa amani. Israel pia alitoa wito kwa wapatanishi kuhakikisha kuwa Hamas inatekeleza masharti ya mkataba wa amani. Shambulio hilo lilifuatiwa na mapigano ya mfululizo na mashambulizi ya anga yaliyolenga nyumba na majengo katika maeneo mbalimbali ya Gaza na kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia.